Ya adhabu yani kuondoshewa ya adhabu yake akhira, ni kuharakishiwa adhabu yake hapa duniani, yani ayuaqaba fi dunya yaani, yani ni mtu kuadhibiwa ya hapa duniani, bimaradhin kwa maradhi. Mfano yani atoa mfano, ima anaadhibiwa kwa maradhi au bifakdi mali au kwa kupotelewa na mali ima, kupotea ima kufilisika au akadhulumiwa

Mambo haya ma, matatu ni katika mambo ambayo hukithiri sana kwa wanadamu: maradhi, kupoteza mali au msiba. Kwa hiyo ukipatwa na maradhi akhi, la'alla ni katika la'alla, huenda yani, ni katika njia za Allah kukusafisha. Ukipatwa na maradhi, huenda ni moja ya njia ya Allah kukusafisha, kuna dhambi ambayo umeitenda badala ya Allah kakuadhibu na dhambi hii, basi anakupa maradhi haya. Maradhi ni sababu, ukiwa na subra, na subra na ihtisab ni sababu ya Allah kukusamehe na kunyanyua daraja yako. Kwa hiyo lazima tuwe na subra katika maradhi, lakini wengi wanaanguka hapa. Wengi wanaenda kwa waganga, wanaenda kwa washirikina, kupiga ramli kuchinjia majini, kufanya mambo yasiyofaa. wa wengine wanalalama, wanatukana, wanakosa subra. Huu mtihani ibtilaa hiyo, lakini watu wanashindwa, watu wanashindwa. Na wengine wakiumwa hawaswali, wanaacha swala, wanaacha ibada. Kwa nini? Anaumwa shekhe? Maadamu akili yako ni nzima na uko macho, ni wajibu kuswali katika hali ya namna yoyote ile. Hata kama huwezi kunyanyuka lazima uswali, unaswali kwa kuashiria. Kama huwezi kukaa, kama huwezi kusimama unakaa, kama huwezi kukaa unalala. Yani katika hali yoyote uliokuwa lazima uswali. Hey, lazima lakini wengine wakiumwa hawaswali kisha ana, kisa anaumwa kisa anaumwa. Kwa hiyo maradhi laalla huenda kwa kupata maradhi ni moja katika njia zako za koza, katika mambo yatakupeleka, upate pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, yaani usiadhibiwe au kupotelewa na mali kufilisika. Kwa hiyo ukifilisika, usiwe usipayuke payuke na kufilisika. Kwenda kwenda kwa wachawi, kwenda kwa ganga kufanya nini? La. Rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anachukia kuolewa nasema mkosi huo shehe, msiba shekh, ridhia makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala, kila mmoja atakufa eh, kila mmoja atakufa, ridhia makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala, anasema li anna mukhalaf

Kwa sababu hiyo baadhi ya salaf walikuwa wakizituhumu nafsi zao kama wakiona hawapatwi na mitihani yoyote au hawaumwi. Baadhi ya masalafu walivyokuwa hawaumwi au hawapatwi na mitihani yoyote, wanazituhumu nafsi zao, anajiangalia mara mbili mbili, nimekosea wapi yani miongoni mwa alama za Allah subhanahu wa taala kumpenda mja wake ni kumpa mitihani ikiwemo kuumwa. Sasa iku... mtu haumwi siku zote, mzima tu hapatwi na mitihani yoyote, mambo yake yamnyokea safi. Ah, subhanallah, salafu walikuwa wanajirudi, ina maana mimi sikosei, na maana mimi sikaza hala. Yaani, kama tulivyosema kwamba lazima unavyopatwa mitihani kwanza haimaanishi kwamba kila anayepatwa na mitihani maradhi anakuwa amekosea la. Yaani haina maana hiyo kwamba lazima iwe hivyo, na haina maana kwamba kila asiyepatwa na mitihani maana yake Allah subhanahu wa ta'ala anamfanyia istidraji. La, yaani haimaanishi hivyo, lakini unaipima nafsi yako. Kama unafanya maasia na hupati mitihani, hapo ndio shida inapokuwa unafanya maasi, unamuasi Allah subhanahu wa ta'ala wataala kikweli kweli na upati ni, upati ni, na mitihani, shida inaanzia hapo. s anasema shida inaanzia hapo, hapo ndipo shida inapoanzia. Inakuwaje lakini kama ni mtu saleh, mtu mwema, la yastazimu kwamba apatwe na mitihani, lakini anaweza akapatwa na mitihani vile vile ibtilaa, anaweza akapatwa na mtihani, ni mtu hana maasi, hana chochote

wa chuma ndivyo ambavyo chuma kinasafishwa kile kinasafishwa kinanyoshwa, basi ndivyo ambavyo madhambi huondoshwa kwa homa. Hadithi sahihi inda al-Bukhari, inda Muslim. Hadithi inda Muslim wadhih. Kwa hiyo usichukie mtihani Yani kule kupewa mtihani usichukie, lakini kama tulivyosema ile athar, la yajibu, la yajibu kwamba uridhie moja kwa moja la ile athar, lakini yale makadirio ya Allah lazima uyaridhie wazi. Naam.